Nazungumza na Neema Mushi, yule dada ambaye anaonekana katika video iliyokwenda viral ambapo anaonekana akiwa anampiga vibao mwanamke mwenzie katika maeneo ya biashara kule Kariakoo. Hii video imesababisha mjadala mkubwa sana mtandaoni, wengi wakimlaumu Neema kwa kitendo chake cha kumpiga, na hapo awali taarifa ambayo ilikuwa inasemwa kwa yule mwasilishaji wa kwanza kwamba hilo ni eneo ambalo huyu Neema alimkuta huyu dada anafanya katika eneo lake na hivyo eh, akapata hasira na uh, kilichokuwa kinatokea ni kumwondoa katika eneo hilo, lakini maelezo eh, yake ni tofauti, akieleza eh, kwamba huyu mwanamke ambaye anaonekana hapa ni mtu aliyekuwa amekwenda kumwibia na hivyo basi, hebu msikilize namna ambavyo analielezea tukio hilo na anavyojisikia kutokana na video hiyo inayosambaa. Video ambayo inaonekana ukiwa umekasirika wazi ukimpiga vibao huyu dada imesambaa, na watu wengi wanakulaumu wewe, lakini nataka tusikie stori kutoka kwako, nini kilichotokea hapo? Kiukweli wa mama kazi namna hiyo Kariakooni, wengi na uwasinaingituna wakamata wengi sana siku hiyo. Mama alishika asubuhi, nikiwa napanga kazi zangu, kuna huku alifika kama mteja akawa anapanda panda pisi hapo hivi kama mteja anayetaka kununua, lakini mwisho wa siku aliiba pisi akazificha. Baada ya kuzificha nimemalizana kuongea na wale wateja wengine waliokuwepo, pembeni namuuliza ye mama, nikufungie zipi? Anaambia basi nimegaeri. Baada ya yote wananitonya huyo akachukua pisi kuweka kwenye mfuko ndogo, anaenda kumwambia basi, naomba mfuko niangalie. Akaanza kunigombeza, tumegombezana tumegombezana pale. Aliyechukua video hapo hakuwepo tangu mwanzo. Video imechukuliwa katikati, na pia alishia di mwisho, yani mpaka tunachukua vile viatu, video aliipatisha kwa wakati. Naanza naye mchukua video, hajachukua video mwishoni, hajachukua video, ndio maana imeonekana hapa katikati kama nimemwonea. Okay, mwanzoni, kwayo tusimulie sasa, wewe mwanzo mpaka mwisho, hatua ha uliyochukua kiukweli. Niligafurikwa tu kidogo, nikawa nimempiga kwa sababu nilikuwa na hasira na wezi kweli, na miezi kama minne tu nimetoka kuibiwa tena mzigo mwingine hivyo hivyo roba zima la viatu, mtaa ule ule. Kwa hiyo ni kweli, nikisikia neno mwizi huwa nashikwa na hasira sana. Kwa hilo, naomba nisamehewe, kwa sababu nilichukua hatua mkononi, kwa hilo tu nilikosea, naomba nisamehewe, lakini yule mama ni mwizi. Yaani kama kusaga TV alivyoposti kwamba alikuwa eneo la biashara tunaligombania, sio kweli, huo ni uongo. Alitakiwa afike eneo la tukio ahakikishe ni kweli ndo aende akaposti habari kubwa namna hiyo, lakini kiukweli amenisingizia hivyo. Kama ilivyokuwa, ni kitu gani ambacho alikujibu kikakupa hasira? Kwa sababu unasema aliyechukua video alichukua katikati, mwanzoni nini kilitokea? Ah, oh, mama wanatabia, wakifika unakuta kavaa baibui, wengine huwa wanabana kapani hivi, wengine wanatuta wana mifuko nawe kwenye mfuko analuzia huko biza, na wengine anachomeka kwenye mfuko, ukimkamata sa anakushokea anakuuliza nani mwizi? Ile mtu anakufokea kabisa, anakuuliza nani mwizi, nani anataka kukuibia? Yaani ile kama anataka kuona. Mimi pale nilikuwa na jihani mwishoni. kwa sababu inaonekana kama ulimwachia vile viatu au ulikuwaje? Hapana, viatu nilimnyang'anya, vilibaki ya kuondoka navyo. Alikuja na mfuko ambao ulikuwa na vitu vingine ndani, kwa mimi viatu nilitoa vitu vingine, ndivyo alivyoondoka navyo, ambavyo ah. alifika navyo nyumbani kwangu njia kwa hiyo hapo alipo aliondoka, uh, shughuli kaishi hapo, ama ulichukua hatua nyingine, ulimshika au ilikuwaje? Si kweli sijachukua hatua nyingine, aliondoka tu na maisha yakaendelea kama kawaida, na baada ya hii video kusambaa mtandaoni, maake wiki hii ndo imesambaa, tukio limetokea Alhamisi uliopita, nasikia ndio, ndio. Okay, so unavyoona hivi video imeenda viral, na watu wanakulaumu wewe, katili, mnyama, unajisikiaje? Ni kweli najisikia vibaya kwa sababu watu wengi ile video kwanza, aliyeposti aliitoa sauti, naamini ingekuwa na sauti kwa sababu tulikuwa tunaongea kwa sauti, hata ukiniangalia kwenye video naonekana naongea yeah, lakini mposti, aliyeposti ile video aliitoa sauti, naamini angeposti ange, ange posti na sauti yake vile vile, yote yasingetokea, kwa sababu mtu akiangalia uhalisia anajua kabisa hapa nini kilitokea lakini kitendo cha yeye kutoa kutoa ile sauti ndio kimesababisha yote haya. Ulikuwa unamwambia nini pale? Nilikuwa namuuliza kwa nini unaiba, yaani mnatoka nyumbani asubuhi mnakuja Kariakoo kwa sababu ya kuiba. Hii sio mara ya kwanza nakukataza kuiba, kwa sababu alidisho mkamata tena, sio mara ya kwanza. Huyo huyo huyo huyo mama, siku nyingine ama siku hiyo hiyo? Siku nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo huo wana tabia ya kujisahau. Ah, okay Ndiyo. Hii video imekuletea uh, shida gani, kwa sababu kama nilivyosema watu wanakuona wewe ni katili eh. Niambie eh, madhara unayopata sasa hivi. Sasa hivi yani, video lonimepia shida sana ni alo posti kusaga TV, kwa sababu ameongea video na maelezo hayaendani, amenifanya nimekosa amani sana nimeona uh, Dkt Gwajima kwa sababu amekuwa akitagiwa katika matukio kama haya amesema amtafutwe, na yeye unajua, huwa anasikiliza. Umetafutwa kwa namna yoyote kutoka kwenye ofisi yake? Hapana, sijatafutwa, ila aliwacha namba pale, nilichukua nikawa nimetuma ujumbe, ndio nikawa nimeomba samahani kwa kitendo cha kuchukua sheria mkononi, lakini hazijajibiwa hazijajibiwa sasa. Na nataka na umwambie, ongea naye hapa, naamini kwa sababu anafuatilia uh, hizi vitu anaweza akawa anasikia. Mwambie sasa kile ambacho ungependa kumwambia. Mimi ni cha kwanza kabisa ningependa kuomba samahani kwa kuchukua sheria mkononi. Kwa hilo naomba nisamehewe. Pia kwa kweli wezi wanatuumiza sana, wanatuumiza vibaya mno, kwa hiyo kitendo cha watu kuja kuiba wakipiga marufuku. Na ulisema kwamba uh, hivi karibuni ama siku kadhaa uliibiwa viatu vingi? Ndio, niliibiwa viatu vingi. I think ilikuwa mwezi wa nne. Vya thamani gani? Kama milioni moja laki tatu, kwa sababu ilikuwa ni roba lilisaulika, ni nje. Kwa hiyo aliyepandisha mzigo store hapo, urudia ule mwingine ukawa umepotea. Kwa staili hiyo. Ah, okay. Yeah. Na ungependa kuwaambia nini Watanzania ambao wanakulaumu? Napenda kuwaomba wanisamehe kwa kuchukua sheria mkononi, pia mimi sio mkatili kama wanavyonishiria, mimi ni mama wa mtoto mmoja na nafanya bidii kujishughulisha ili niweze yes, kumpatia kilicho bora. na una, kwa jina lako inaonekana unatokea Kilimanjaro Arusha huko, sio? unatokea wapi? Kilimanjaro. na ulikuja kutafuta maisha sio?